Naitwa Pamela Kimei, ni mkurugenzi wa Linga Enterprises iliyoko mkoani Tabora. Tunajihusisha na mazao ya nyuki kwa ujumla, uchakataji wa mazao ya nyuki. Tunafuga lakini pia tunauza, tunauza jumla na rejareja. Tunauza ndani ya nchi na nje ya nchi. Tunashukuru kwa kutuletea The Honey Talk Podcast 255 ambayo itatusaidia sisi wafugaji nyuki, wauzaji nyuki, wachakataji wa mazao ya nyuki kutangaza bidhaa zetu ndani na nje ya nchi ili tuweze kupata, kupata wigo mpana wa mauzo yetu. Kwa jina anaitwa Daleka Julian, mimi nafanya kazi na Linga Enterprises na bidhaa tulizonazo ziko yaani, product zetu zipo katika makundi tofauti au vipimo tofauti Tuna, tunaanza na robo kilo, nusu kilo, kilo moja, kilo tano, kilo ishirini na kuendelea mpaka tani moja, na bidhaa zetu tumezipanga hivyo kutokana na mahitaji ya wateja wetu wa, tunao wateja wale ambao ni moja moja wa majumbani, tunao wateja wa mahoteli, tuna wateja wakubwa ambao wao wananunua na wanakwenda kuuza kwa hiyo bidhaa zetu ziko sastahiliwa sisi asali yetu ni, ni organic kwa asilimia mia moja.